Katika siku ya leo napenda au nataka, katika siku ya leo nataka nikuonyeshe namna, namna na sehemu ambayo wewe unaweza kupata kila unachokihitaji maishani mwako. Pendwa na wewe unayenisikiliza katika siku ya leo katika ujumbe huu wa leo anafahamu wazi kwamba hakuna mwanadamu ambaye hana hitaji, na kila mtu katika dunia hii japo tunaweza kuwa na mahitaji ambayo yanaendana, lakini kuna mahitaji mengine ambayo wewe unayo ni ya binafsi, ni ya kipekee. Sasa katika siku ya leo nataka nikuonyeshe namna na sehemu moja. Nasema ni sehemu moja peke yake, sehemu moja, na namna pekee, na namna pekee ya kuweza kupata mahitaji yako yote siku zote katika maisha yako. Ani na kusalimu katika jina la bwana wetu Yesu Kristo. Ani napenda nikupe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 Isipokuwa ni jina la Yesu Kristo. Hatuhubiri mawazo ya wanadamu, hatuhubiri yale ambayo tumefundishwa na wanadamu, bali tunahubiri kadri roho wa Mungu anavyotufundisha anavyotu, anavyotujuza nyakati uh, tulizo nazo mpendwa, hizi ni nyakati za mwisho, yaani ni nyakati mbaya mbaya mbaya sana. Uh, kama unavyoona wameanza kutu digitize. Wanaanza kutubadilisha tuwe kidijitali zaidi. Tuko kwenye kizazi cha digital, di, digital, yani digitalization <laughs> uh, digitalization if you like. Whatever you say it. Na hapa maanisha nini, ni kwamba sasa hivi wameanza kuhakikisha kwamba kila mwanadamu awe na digital identity, yani kwa lugha nyingine, wewe hauhitaji kuwa na labda kadi ya benki, hauhitaji kuwa na labda kitambulisho cha serikali. Wanaanza kutengeneza mifumo ambayo wewe unatumia vidole vyako au sura yako, unatambulika kwa kila transaction. Mungu atuhurumie wapendwa, dunia imeisha, dunia inaisha. Nasema dunia inaisha, wapendwa, maana unavyojua na uhitaji ulio nao najua hapa watakupata tu kiurahisi, maana wanakwambia utakuwa na pesa nyingi benki, wewe tu ni kutumia kasura kako, mahera yanatoka, au naenda kununua tu, kidole ta naweka, sijui kidole gumba, sijui naweka kidole cha katikati, sijui utaweka kidole gani. Lakini ujue ndo dunia ambayo au ndo sehemu ambayo tumefikia siku hizi tulizo nazo. Au Faransa, um, Uingereza wameanza kutangaza mambo hayo. Ah, sijui. Sijui kama ni taifa la Vietnam. Wanasema alikuwa wame, wame, wamefunga mifumo yote ya benki. Ah, kwa sababu ya hii ya hii shida ya watu. Labda walikuwa wanakataa ah, kidiji, kwenda kidijitali. Kwa hiyo hamtakufa hovyo kweli. Na mahitaji ulionayo mpendwa. Mahitaji ulionayo. Utapata wapi mpendwa? Maana aka ndo kale ka Kamu pinga Kristo kanaingia ingia. Tunasema maneno haya mpendwa, hatujui, muda sio mrefu wataanza kufunga YouTube, mahubiri asiwapo a mitandaoni. Watu wanapoambiwa haya wanasema, YouTube kuna freedom ya expression. Sio kwa Wakristo mpendwa, sio kwa Wakristo. Sisi tunapingwa sana. Kwa hiyo huenda muda sio mrefu watasema sasa hivi mahubiri yasionekane tena mitandaoni. Hatujui ni lini mpendwa, usiseme kwamba hii haiwezekani. Usija ukajidanganya kwamba hii haiwezi kutokea. Itatokea mpendwa, anytime soon, maana mpinga Kristo yuko kazini. Yale yaliyoandikwa katika maandiko matakatifu lazima yatimie, hakuna atakayezuia. Na sisi kama wahubiri lazima tusimame imara tuhubiri injili ya kweli. Na ndio maana katika siku ya leo mpendwa, nimekuletea ujumbe unaosema ajinsi ana sehemu pekee ya kupata kila, uh, kila unachohitaji maishani. Maana unajua tuna mahitaji mengi. Wewe mwenyewe hapa ulipo unajua unahitaji gani, au una mahitaji gani? Sasa utayapataje au utaenda wapi akupata mahitaji yako? Je, utaenda wakubadilisha weki dijitali zaidi, au utapatapataje mahitaji yote ulio, ulio nayo kwenye maisha yako? Je, ni kwenda shuleni usome upate PhD? maana mifumo ya dunia inatengeneza watoto wetu au inawaaminisha watoto wetu, na wazazi wengi katika dunia hii wametokea wame kuamini kwamba mtoto asiposoma hawezi kutoboa kwenye maisha, anapate madigrii mavyeti ma makaratasi. Ulishaona mtu anakula karatasi wewe ambao? Ah, alinaposema hivyo mpendwa, sio kwamba na mimi sijapata hayo madigrii, nakuuliza, ulishawahi kula, kula hiyo digrii yako Labda una bachelor degree, labda una masters degree, labda una PhD degree mbili au tatu au na masters zana za program tofauti tofauti tofauti. Umesomea mambo mengi ya sheria, mambo ya ya development, mambo ya sijui ya... y anyway, sijuuy awona jua sitaki kuingia huko sana. Ushawahi kula hiyo karatasi? Bado utakuwa na mahitaji mengine. Na hiyo karatasi unayoipewa na, na, na serikali pendwa haiendi kusovu maisha yako. Sasa utapata wapi mahitaji ulio nayo na mpendwa? Labda wewe ni binti, labda wewe ni kijana, au wakike au wakiume, unataka kuoa au kuolewa, unataka mme, unataka mke, unataka mchumba ha? Umeorewa, au wewe umeolewa, haujazaa unataka mtoto Ha, miaka mingi mmejaribisha me, au mejaribu meenda huko hospitali kubwa sana. Mimi nimeshuhudia mama mmoja hapa ha, nilipompendwa, ameenda ha, mpaka akafanya, yani amepitia mitambo yote nayo usioifahamu hujawahi kuona, amepitia proses bora za kidaktari, madaktari bora, ametumia pesa nyingi, hajafanikiwa akupata mtoto katika njia ya kawaida, wameishia kumwambia kwamba yeye na mume wake kupata mtoto lazima watoe mbegu mtoto yule labda wa, wana njia mbili labda mtu mwingine akubali kuwabebea ujauzito au au ule mtoto azaliwe kwenye, kwenye mitambo wawekwe mbegu zile pale, sijui na nini, vitu vya ajabu sana mpendwa. Kwa hiyo sijui wewe unahitaji gani? Labda unahitaji pesa. Unajua pesa imekuwa kifo cha wengi. Mtu hata watumishi wanaanguka kwenye kasuara haka ho, nisaidieni wapendwa, toa hapa, nina nini, anaishia kupabaya sana. Mwingine anahitaji ana, ana, ana, ana, ana labda alikuwa kiongozi fulani, mambo mengi, mpaka watu wanaacha njia za Mungu, wanaanza kuyakimbilia yale ambayo ni mahitaji walionayo. Sasa mpendwa je, utawezaje? Utaweza kupata hitaji au mahitaji yote ulionayo salama na salama salimini. Maana njia hii ambayo nakupa katika siku ya leo ni njia ambayo ndio njia pekee itakufanya upate vyote au, upate mahitaji yote ulionayo maishani, kama ni mchumba au, kama ni watoto au, kama ni mali, kama ni utajiri, kama ni cheo, kama ni utumishi kama ni nini wewe, yani, amesh, yani, kila yani utajaziwa kwa namna zote na hali zote, na bado ubakie kuwa salama kabisa, usiathirike kwa namna yoyote. Forget about hii mipango ya mpinga Kristo ambayo nimeeleza hapa nyuma kidogo kwamba tunabadilishwa kwenda kidijitali. Uh, I don't know, uh, Wakristo wamekaa kina midomo iko hivi siku hizi mnahubiriwa injili tu za kutoa na kubarikiwa na kuinuliwa na kuwa wafanyabiashara wakubwa na kwenda ku, uh, uh, uh, uh, uh, kuchukua mizigo China, au sijui kuwa uh, watu maarufu sana sijui, uh, mnapigania kuwa waimbaji wakubwa sana uh, wahubiri maarufu sana na mashuhuri sana uh, lakini mnasahau wapendwa, kwamba tuko katika nyakati mbaya mbaya na mbovu mbovu mbovu kweli kweli. Mpendwa wangu, shetani yuko kazini. Asijui kama una, unafuata takwimu za dunia kwenye mambo ya, ya, ya dini. Inaaminika siku hizi kwamba Uislamu ni dini ambalo linaongezeka sana duniani, yani wafuasi wanaendelea kuwa wengi sana duniani kwa nini? Awa jamaa wanafanya hata vitu kuliko Wakristo wenyewe mnavyochukiana. Unamwona ndugu yako, unamwona ndugu yako kabisa, hana chochote yaani yuko hovyo kweli, ndugu yako hana chochote, unaondoka una na we una kila kitu, unamwambia aende huko, Mungu atambariki ushetani huo. Na ndio maana wewe mpendwa, ambao umekuwa na uhitaji na kuletea neno hili, naamini itaponya maisha ya wengi wengi wengi sana, maana watu wamekuwa wanafanya makosa makubwa katika kujaribu kutafuta au kukidhi mahitaji yao katika dunia hii. Wengine wanakimbilia kwa waganga wa kienyeji, wengine watajiunga Freemason wengine watakimbilia kwa hawa majangili hawa matapeli hawa wa mambo ya kiroho, ambao wanauza maji ya upako, mafuta ya upako, vitambaa vya upako, wanaotoa pesa makanisani. Wengi wanakimbilia huko, bado hizo sio njia, au hiyo sio njia bora ya kupata au ya kujaziwa mahitaji yako yote katika maisha yako. mpendwa Asili ni moja tu, na watu wengi wameteseka, wamehangaika, wametaabishwa katika dunia hii, kwa sababu hawajui njia hii ni njia gani. Njia gani, mpendwa? Na ndiyo maana katika siku ya leo, mimi naamini ujumbe huu, Mungu anaongea na mtu, Roho Mtakatifu anasema na mtu. Kuna mtu ambaye amekuwa katika hali za namna hii, amekuwa anakimbia kwa baba wa kiroho ama nabii wa kiroho ama mitume wa kiroho, sijui baba mama zao wa kiroho, yani utavitaja vyote hivyo. Kwa hiyo tuende kusoma maandiko matakatifu tuone njia hiyo ni ipi. Maana mpendwa, hii njia siisomi kwenye kitabu kingine. Maana o, labda umekuwa hapa unafikiria unasubiria, au unasubiri kwa hamu, mbona jamaa asemi njia hiyo? Mbona naendelea? Mbaya sana, lazima nikuonyeshe njia mbaya ambazo wanadamu wanazifuata na hatari ambayo tunakabiliana tunakabi nayo, hii ya kwenda kidijitali zaidi. Yani sura yako serikali kikuzumu kwenye mitambo yao, wanakuona. Wapendwa, jambo ile ya kwenda ya kidigital watu digitalize, ni kwamba watakuwa na uwezo wa kukuona sehemu yoyote pale ulipo, hauwezi kujificha, hauwezi kuwa sehemu yoyote ambayo serikali haiwezi kakuona. Ikisema tunamtaka mtu fulani, wana jina lako na nini Wanaweza kuua sehemu yoyote, wanaweza kupata mahali popote pale, si huko kidijitali, maana una scan yani sura yako, kisimama mbele ya mitambo hii, pap, information zako zote, pa zinatoweka mara moja, zinaji zinajidisplay. Sasa wajinga ambao hawajaelimika sana, hawajui mambo ya kiroho zaidi, wanaona ah tuna, yani dunia inafika pazuri sana. Wewe ni mpinga Kristo, wewe imajini, yani unaenda hivi mwenye chombo au mtambo wote, kwa mfano, kwenye airport, kama ishapita airport. Sasa hivi, labda ataka apata kuwepo na shida ya wahudumu wa wa, wa, wa airport labda watakuwa kama watano wako kwenye mitambo tu, wao wanapita pale na kasura kaku, tunaingia ho mitambo iki na kuzumu hii, ni kila kitu unapita pale, wanafika tu, wanajua ni nani, unaenda taifa gani, ile taifa wameshakuona wewe unaelekea kule. Hivi kuna usalama hapo? kuna usalama tunaongelea privacy sasa. Mtu au <laughs> <A> jasoma au <laughs> jaelewa mambo ya a uh, privacy breach of, of privacy hawezi kuelewa. Na naongelea nini mpendwa hapa? Wanataka ku violate ni kuingilia mambo ya privacy, personal privacy ya mtu. Kwa hiyo hapa ndio utajua shetani

na uhitaji na nao uhitaji. Kumbuka neno la leo mpendwa, ni a jinsi au sehemu, yaani jinsi na sehemu ya kupata kila unachohitaji maishani. Mpendwa, tusome maandiko matakatifu katika Wafilipi 4 mstari wa 19. Maandiko matakatifu yanasema hivi, naye Mungu wangu atawajaza ninyi na kila mnacho kihitaji kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Haleluya, ajina la Yesu Kristo alipewe sifa. Pendwa anasema naye Mungu, naye Baba Mungu wa mbinguni, naye Mungu aliye hai haleluya, atawajaza wapendwa atawajaza ninyi na kila mnachokihitaji anasema, na hiyo itatokana kwa na kadri ya utajiri wake, Mungu aliye wa hai na katika utukufu wake ndani ya Kristo. Haleluya, ndani ya Kristo Yesu. Kwa hiyo, mpendwa, autaweza kupata mahitaji yako autaweza kujaziwa mahitaji yako yote yataweza kukamilika kwa, kwa, ku, kwa kuililia serikali yako, au labda kwa kumtafuta mtu ambaye ni tajiri auende kumlilia. Hapo ndio utajikuta unaingia pabaya zaidi. Na ndio maana tunawaonya na kuwaonya moja kwa moja katika ujumbe huu kwamba iweni makini na hawa watu, wa, wa, watumishi wa kishetani maana mpendwa, wame wameanza kumsambaza shetani, wameanza kuimarisha utawala wa shetani kwa kusambaza utawala wa shetani katika njia ambazo huwezi kuziona. Kwa hiyo hapa Mungu anatukumbusha katika siku ya leo kwamba unahitaji nini baba? Kwamba unahitaji nini baba? Unahitaji nini mama yangu? Unahitaji nini dada yangu? unahitaji nini ndugu yangu? Unahitaji nini kijana? Unahitaji nini dada yangu? Anasema hitaji ulionalo atakujazia Mungu akadiri ya utajiri wake katika utukufu wake ndani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo ukitaka kufanyiwa chochote penwa, njoo kwa Yesu. Mungu atajaza atajaza ukiwa ndani ya Yesu Kristo na hapa, mpendwa, hajasema kwamba uende kwa nabii. Hajasema Mungu kwamba utajaziwa mahitaji yako kwa kwa yako kwa kwenda kwa nabii akuuzie maji ya upako Mungu au maandiko matakatifu. Hajasema kwamba utajaziwa mahitaji yako kwa kwenda kwa mtume fulani. Mungu hajasema kwamba utajaziwa mahitaji yako pendwa kwa kwa kutoa sadaka nyingi. Hajasema Mungu kwamba utajaziwa mahitaji yako kwa sababu wewe unaenda kanisani. Hajasema Mungu kwamba utajaziwa mahitaji yako mpendwa, kwa kuwa wewe umemvarisha amtumishi fulani amwinjilisti Edmond Obedi. Mungu hajasema kwamba utajaziwa mahitaji yako A kwa kuwa wewe u, u, u, umefanya sijue umeti, ataratibu na kanuni za dini lenu mpendwa? Hapana mpendwa, amesema atafanya hivyo. Ni kwa nini? Ni kwa, ni kwa kadri anasema, ni kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Kwa hiyo wewe ukijipata tu ndani ya Kristo, acha kuangaika acha kuwaza, acha kuhofu. Kesho utakula nini, utavaa nini, utakunywa nini, au utafika kule kwa njia gani, au utaponaponaje, utapataje mke, utapataje mme, utapataje mchumba, utapataje pesa, utapataje mali, utapataje utajiri, watu uta, watakukubalije? Pendwa, hayo yote yanapatikana kwa Mungu, anasema ndani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kama unaona umekula teseka teseka, ovyo ovyo teseka, anjo kwa Yesu mukabidhi maisha yake. Na kama unaona kwamba amechelewa, mpendwa, lazima ujifunze akuelewa kwamba hata kuchelewa kwa Mungu au hata Mungu kuchelewa kutenda kitu katika maisha yako kwamba nalo ni jibu kati ya majibu ambayo wanadamu tunatakiwa kukubaliana nayo, na sio sisi tu kwenda na miemuko a kwenda na tamaa zetu o, mbona hatendi Mungu, nataka kufikia a mwisho wa mwaka. Au hata tukiimba ule wimbo kwamba Mungu siache mwaka huu upite a, bila kutenda maajabu na miujiza, haimaanishi kwamba a, sisi tunamlazimisha kwamba haiwezi kupita Tunamwambia Mungu siache, Mungu n tunamuomba tunamsii tunamkumbusha Mungu mpendwa. Lakini hata mwaka ukipita, miaka miwili, miaka mitatu, miaka mitano, miaka saba, sisi tunaamini bado tunasimama na ima, kwa imani ndani ya Yesu Kristo, tukiamini Mungu atatenda. Kwa hiyo, mpendwa, mahitaji yako yote hauwezi kuyapata kwa kuwa wewe ume, ume, umetia bidii sana, wengi si wanakuambia hivyo, au kwa kuwa umesoma sana Hapana, hizo hizo ni moja ya njia ambazo zina uwezekano, zina we, zina au zinatoa uwezekano wa wewe kufikia kila unachokihitaji au unachokitaka lakini hautaweza kupata kwa kutosheka, yani mpaka unajaziwa. Maana ukumbuke hapa amesema atakujazia hitaji ulionayo au mahitaji ulionayo, na ndio maana mpaka siku za hizi unashangaa kwa nini matajiri kama akina Elon Musk akina Bill Gates au akina sijui ni nani kwenye taifa lako, najua ni tajiri mkubwa. Kwa nini ana pesa za kutosha, bado ndiye anayenyanyasa anatesa watu waliobakia duniani kwa kujia, kwa kutafuta pesa nyingi zaidi? Kwa nini atosheki? Hawezi akatosheka, maana vile ni vya shetani hivyo navyo sisi ambao tunapokea kile ambacho kinatokana na Mungu, yani kimetoka kwa Mungu pano, tunajaziwa, tunaridhika, tunaishi katika hali ya kuridhika. Haleluya! Ndio maana wanasema kwa Kiingereza, be contented with whatever you have, yani hata kadogo uliko nako, ridhika na kile ulichonacho. Kwa Kiswahili, wapendwa, tujifunze kuridhika. Mungu huyu kama ameahidi kukutunza wewe akasema, angalia ndege wa angani. Angalia matembo wa porini, wanyama wakubwa ambao wanakula vyakula matani kwa wiki, wanatosheka. Asasa wewe, anasema angalia hata nanii, maua ya porini ambayo kwa uzuri wake hata mfalme Sulemani a kwa jinsi alivyokuwa ame amejimarisha kimaisha a, wanasema kwa uzuri wote ule wa, wa mfalme Sulemani, wala hawezi kufikia maua haya porini. Na haya yapo leo, kesho yamenyauka au yamekauka kabisa, hayapo. Anasema, je, wewe si mwenye thamani kuliko hawa ndege wa porini na maua ya porini? Na ndio maana mpendwa, ajipe thamani uliyonayo. Mungu anafahamu, Mungu anaelewa, anaujua uhitaji wako. Anachotaka wewe ufanye kaa ndani ya Yesu Kristo, maana amesema haya yote atakamilisha uh, kadri ya utajiri, ya utajiri wake katika utukufu wake ndani ya Kristo Yesu. Na ndio maana wewe, utukufu wako, mimi na wewe na mimi, upo ndani ya Kristo Yesu. Sio wewe kuwa wa dini, hapana, kuwa ndani ya Yesu Kristo. Pano waniamini kwamba ujumbe huu ume umekupa mwanga na nuru ya kuweza kuona jinsi ya kuweza kupata mahitaji yako yote katika maisha yako. Haijalishi una hitaji gani? Yaani, amesema kila hitaji, kila kitu, kila kitu mpendwa, ni ndani ya Yesu Kristo peke yake. na niamini kwamba ujumbe umekubariki mpendwa, atuendelee kuwa pamoja kupokea maneno ya Mungu na niamini kwamba utasambaza ujumbe huu, ili kwamba upate kuwasaidia watu wengi ambao wana mahitaji, wanaamini kwamba Mungu hajatenda, lakini na kuhakikishia kwamba Mungu uko tayari kuwatendea kipindi atakapokaa ndani ya Yesu Kristo maisha yao yote. Mpero wabarikiwe katika jina la Yesu Kristo, amina.